Mvua haikunyesha, maji ilinyunyiza damu. Chuo cha wachawi cha Lugano kilitetemeka wakati mvulana alama shingoni alipoamka. Kioo kikapasuka, ukuta ukaanza kulia, na sanamu ya mawe ikasema kwa sauti ya mwanamke aliyelaaniwa: mwana wangu, dunia inataka damu yako. Kutoka hapo hakukuwa tena na wachawi, kulibaki kivuli cha giza lililojaa kisasi. Kabla hatujaendelea na simulizi hii ya kusisimua, bonyeza subscribe sasa hivi, like video hii na niambie kwenye komenti unatazama ukiwa wapi leo. Tuone ni wapi mashabiki wetu wengi wanatazama hadithi hii ya kusisimua. Tuanze sasa. Mvua ilikuwa inanyesha bila huruma. Upepo ukipiga madirisha ya chuo cha wachawi cha Lugano kilichojificha ndani ya milima ya Kizanda. Wanafunzi wote walikuwa wamelala isipokuwa kijana mmoja aliyeketi peke yake kwenye darasa la kale lililozibwa na vumbi. Jina lake lilikuwa Amiri. Mvulana wa miaka kumi na saba, mwenye macho meusi kama usiku na alama ya ajabu shingoni. Alama hiyo ilikuwa kama jicho lililofungwa likiwaka kila mara. Akiwa na hasira, umeshindwa tena kwenye mtihani wa uchawi wa ulinzi, Mwalimu Malki ya Sefu alimwambia kwa sauti ya baridi, wengine wanajifunza, wewe unaleta mikosi wanafunzi wenzake walicheka. Mmoja akasema, huyo si binadamu kabisa, nilisikia baba yake alikuwa mchawi wa giza. Amiri alinyamaza, macho yake yakijaa machozi, lakini hakutaka mtu ayatazame. Alijua kila mtu alikuwa sahihi, kwani damu yake haikuwa safi. Miaka kumi saba iliyopita mama yake uliuwawa hadharani, kwa tuhuma za kutumia uchawi haramu, na baba yake mchawi wa giza aitwaye Maleko alitoweka bila kuwacha hata kivuli. Amiri alikulia katika nyumba ya watoto yatima akichukiwa kwa jina lake na kupelekwa Lugano kwa amri ya baraza la wachawi, ili wafuatilie kama kweli damu ya baba yake bado inatiririka ndani yake. Siku moja akiwa darasani Mlango ulifunguliwa kwa nguvu. Aliyeingia alikuwa Zuhura, binti wa mkuu wa baraza la wachawi, mrembo, jasiri na mwenye nguvu ambazo wachawi wengine waliziheshimu. Alimtazama Amiri kwa dharau. Nilikuonya usitumie uchawi wa giza darasani, sivyo? Amiri alijibu kwa upole, sijawahi kutumia Wanaona tu kile wanachotaka kuona. Zuhura akasogea karibu, akamgusa shingo, jicho lililokuwa kwenye alama likawaka moto mekundu. Huu ni ushahidi, akasema. Damu yako inahusiana na laana ya zamani, laana ya mwana wa wachawi. Wanafunzi wote wakasimama, wakimwangalia Amiri kama mnyama wa porini Muondoe hapa, walipiga kelele, lakini Amiri hakutoka. Badala yake akaweka mkono wake juu ya meza, na bila kutarajia, meza nzima ikaanza kutikisika. Nuru nyeuse ikazuka, ikageuza vumbi kuwa moto. Sauti ikasikika ikitoka kwenye ukuta, damu yangu haiwezi kuzuiliwa tena. Wote wakapiga kelele. Zuhura akajaribu kumzuia kwa uchawi wa ulinzi, lakini nguvu za Amiri zilikuwa tofauti. Ni kana kwamba kwamba kitu ndani yake kiliamka. Siku hiyo usiku, Amiri alikimbia chuo akapitia pori la Kilingo, eneo lililokatazwa kwa wachawi wote. Kila mti ulikuwa unalia, kila kivuli kilioneka kumfuata. Kisha kwenye mwanga hafifu wa mwezi aliiona sanamu ya mwanamke aliyefungwa kwa minyororo ya uchawi. Sanamu hiyo ikaanza kuzungumza: Amiri, mimi ni mama yako. Moyo wake ukagonga kwa kasi. Mama, lakini waliuawa. Sauti ikajibu, nililaaniwa kuwa jiwe hadi damu ya mwanangu iamke. Sasa Laana imevunjika, lakini umechagua njia ya hatari. Mimi sichagui, Amiri akalia. Wamenitenga, wamenidhalilisha. Ndiyo sababu, sauti ikasema, ndani yako kuna nguvu ya kisasi. Na nguvu hiyo inatafutwa na mtu mmoja tu, Zuhura. Amiri akashangaa. Zuhura, yule binti wa baraza. Ndiyo, sauti ikasema, yeye ndiye mrithiwa wa wachawi weusi na baba yake ndiye aliyeua ukoo wetu, baba yake. Ndipo Amiri akahisi damu yake ikichemka. Mwanangu, chagua, ama uisamehe dunia au uitese kama walivyokutesea wewe. Ngwingu zitu likatanda, upepo ukavula, kana kwamba dunia nzima inamwisikiliza. Amiri akaweka mkono juu ya sanamu, na kwa mara ya kwanza, alama shingoni mwake ikawaka mwanga wa dhahabu na giza kwa pamoja. Kwa mbali, Zuhura alisimama juu ya mnara wa Lugano akiona mwanga huo ukipaa angani, akasema kwa sauti ya hofu, Amiri ameamka, damu ya maleko imerejea. Nguvu za Amiri zimeanza kuamka na sasa dunia ya wachawi inatetemeka. Je, ataikomboa au ataiteketeza? Nisaidie kusubscribe na like video. Haya, tuendelee na simulizi yetu sasa. Asubuhi ilipofika, mlima wa Lugano ulifunikwa na ukungu mzito. Hakuna mwanafunzi aliyeruhusiwa kutoka vyumbani. Tangazo lilitolewa: Amiri mwana wa Maleko ametoroka, ana nguvu zisizoelezeka. Iwapo ataonekana, mwangamize. Zuhura alisimama mbele ya dirisha la mnara, aliona anga likiwa na moshi mweusi ukitanda juu ya misitu ya Kilingo ndani ya moyo wake alihisi kitu kisichoelezeka: huzuni, hofu na hatia. Usiku uliopita baba yake, mkuu wa baraza, alikuwa amemuita ofisini kwake. Zuhura, alisema kwa sauti nzito, Amiri ni tishio, damu yake ni sumu kwa dunia yetu ni lazima tumwangamize kabla hajaleta uharibifu. Zuhura akauliza, lakini baba, si yeye tu, ni mfumo wetu uliomuumiza. Tulimcheka, tukamdhalilisha. Unasema nini? Mzee huyo akapiga meza kwa nguvu. Maleko alitaka kututawala na sasa mwanawe atajaribu kumalizia kazi hiyo. Zuhura akanyamaza lakini moyoni alijua ukweli. Amiri hakuwa mchawi wa giza, alikuwa mtoto aliyejeruhiwa na dunia ya wazuri. Wakati huo, katikati ya msitu wa Kilingo, Amiri alikuwa amekaa karibu na moto mdogo, akizungumza na kivuli cha mama yake kilichojitokeza kutoka kwenye sanamu. Mama alisema kwa sauti ya huzuni, wananiita tishio, lakini ni nani alianza vita hii? Sauti ikamjibu, ulimwengu wa wachawi umejenga uongo. Baba yako alitaka amani, lakini walimchukulia kama mnyang'anyaji wa nuru, na sasa wewe ndiyo urithi wake. Amiri akatazama mikono yake, mishipa ikiwaka kama moto. Akaona ndoto ya mji mzima wa wachawi ukiteketea. Je, ninapaswa kulipiza? Aliuliza. Usisahau, nguvu yako ni zawadi na laana. Ukichagua kisasi, utapoteza utu wako. Sauti hiyo ikatoweka, na kabla hajafikiri zaidi, nguvu zikampa maono baraza la wachawi likijiandaa kumshambulia kwa uchawi wa kuua. Amiri akajua vita ilikuwa imeanza. Saa moja baadaye mlango wa Lugano ukatikisikwa na radi kali, moto ukatanda hewani na amiri akaingia, akiwa amevaa vazi jeusi, mikono ikiwaka nuru ya giza na dhahabu wanafunzi wake wakakimbia kwa hofu. Baraza lote likajipanga kwenye ukumbi mkuu. Amiri mkuu wa baraza akapiga kelele, umerudi kuharibu kile tulichojenga. Amiri akanyosha mkono, nimerudi kuuliza kwa nini mliua wazazi wangu. Baba yako alikuwa mhalifu, alisema mzee alicheza na nguvu za pepo. Hapana, amiri akasema kwa sauti iliyotetemesha kuta, alitaka kuunganisha nuru na giza, lakini mliona hofu. Wakati huo Zuhura akaingia haraka, akasimama katikati ya Amiri na baba yake. Msiendelee, akapaza sauti. Baba, niliona kumbukumbu. Maleko hakuwa mwovu Uongo wa baraza ndiyo ulisababisha vita! Mkuu wa baraza akamgeukia binti yake, unasema nini? Unamtetea adui? Simtetei, nauliza ukweli. Baba yake akakunja uso, akainua findiki yake ya uchawi. Nuru ya rangi ya fedha ikamulika ukumbi mzima. Kama unamtetea basi, utakwenda pamoja naye. Amiri akaona nuru hiyo ikielekezwa kwa Zuhura, akaweka mkono wake mbele kwa haraka, na nuru ya giza ikameza uchawi wa baraza. Ukumbi mzima ukatetemeka, vioo vikapasuka, sauti za wachawi zikapotea kwenye upepo. Amiri akasema kwa sauti ya hasira na huzuni, mjujui nguvu mnazochezea. Wachawi wakajaribu kumzunguka lakini ghafla ukumbi mzima ukageuka kuwa kivuli. Amiri akainua mikono yake juu, na kila mchawi aliyekuwa karibu naye akaanza kuona ndoto zao mbaya zikigeuka kweli. Zuhura akamwita kwa sauti ya upole, Amiri, usifanye hivi, usiwe kama wao. Lakini macho yake ya amiri yalikuwa yamejaa giza. Mimi si kama wao alisema kwa sauti ya ndani, mimi ni matokeo yao. Kwa sekunde chache ulimwengu ulisimama kimya, hewa ikaganda, na mwanga mweusi ukavurumizwa juu ya ropu la chuo. Wachawi wote wakaanguka chini, wengine wakilia, wengine wakiwa wamepigwa butwaa. Zuhura akamsogelea polepole, akamgusa mkono wake "Moyo wako haukuzaliwa kwa chuki, Amiri." Kwa mara ya kwanza macho yake ya Amiri akatoa machozi. Alimtazama Zuhura na ndani yake akaona upendo wa kweli, ule uliomkosa maisha yake yote. "Mimi nilitaka tu kueleweka," alisema kwa sauti dhaifu. "Na kuelewa sasa, lakini njia ya kisasi haitaponya maumivu yako. Ghafla miale ya dhahabu ikaanza kutoka mwilini mwa Amiri. Mama yake akatokea tena kama kivuli cha mwanga. Mwanangu, umechagua moyo wako, si hasira yako. Ulimwengu utajifunza kupitia damu yako. Amiri akainua fuso, nuru ikamulika usoni mwake. Kwa sauti ya mwisho akasema Nuru na giza si maadui, ni ndugu waliotengana kwa uongo. Mwanga huo ukalipuka, ukafunika lugano nzima kwa miale mikali ya dhahabu. Siku mbili baadaye, wataalamu wa uchawi waliporudi, walikuta lugano imefunikwa na maua meupe ya ajabu. Baraza lote lilikuwa limeanguka, lakini mioyo yao Ilikuwa jaa amani. Zuhura alipita katikati ya vumbi akishika kitabu kidogo cha uchawi kilichoandikwa Umoja wa Nuru na Giza. Amiri. Miezi machache baadaye, chuoni pakaanzishwa mtaala mpya uchawi wa roho, ule unaounganisha mema na mabaya na kila mwanafunzi akipewa somo moja la msingi: usihukumu kwa damu bali kwa moyo. Zuhura alienda mara kwa mara kwenye porini la Kilingo ambapo maua meupe yalikuwa yameota juu ya sanamu ya mwanamke. Akainama akasema kwa upole, Amiri, ulimwengu umejifunza kupitia huzuni yako. Upepo ukavuma na sauti ya mbali ikasikika kwenye upepo: siku zote nilitaka tu amani. Lakini hata baada ya amani kurejea Lugano, usiku wa manane, upepo unapoingia kupitia milima ya Kizanda, kuna sauti mpya inayosikika, sio ya Amiri bali ya nguvu nyingine ya kale, nguvu iliyofunguliwa bila wao kujua. Hadithi ya mtoto wa mchawi haijaisha. Kile kilichoamshwa kinatafuta mwenyeji mpya na safari ya giza inaanza tena. Hapo ndipo simulizi letu linaishia kwa sasa. Niambie, ungefanyaje kama ungekuwa wewe kwenye nafasi yake? Andika maoni yako hapo chini. Like video hii. Share na rafiki zako wa Facebook au TikTok na subscribe ili usipitwe na simulizi kali zaidi inayofuata. Tutaonana kwenye hadithi ijayo. Bye.